South Africa Afrika Kusini, eh, watu wanateswa sana eh, tulizungumza hiyo tropic video ya ya mwanzoni hapa. Wageni eh, wanateswa sana, wanateseka sana South Africa, na tutawaonyesha video kwenye kwenye CD hapa jinsi ambao e, wageni wa weusi wa Afrika Kusini wanateseka. Je, wanakibilia na jambo wa ligumu je? e, wengine sasa hivi makazi wamewafungia wengine, hospitali kwanza wamewafungia, huduma ya hospitali yote. South Africa walifungia wageni wote, uwe una kibali cha ki South Africa tunaita ID au kubali uingie upate huduma kwenye hospitali za serikali, sababu huduma ya South Africa ni bure. Ukizaa eh, bure; ukiza, ukiza operation ni bure, ukikuwa na magonjwa magumu magumu yale makali, makali yale, sijui nchi zetu hizo utatoa mamilioni, huduma pale ni bure eh, watoto fulani wanasoma shule wanalipa pesa tu ndogo tu, yani kama huduma ni bure. Yani umeona huduma e, za South za Africa, wageni wote, za hospitali ni bure. Sasa hawa jamaa wakasema, bwana, tukipiga kwa mwaka bajeti ya nchi nakutana ni wageni ndio wanatumia sana e, madawa katika e, katika hospitali zetu watu tawafanyaje? Tawaziwiaje? Wakaona wakileta e, mambo ile system ya zamani ya kupiga mzi na kuwaua wageni mm, inaitwa xenophobic attack. Itakuwa vigumu kwenye nchi za Ulaya, nchi zote za Afrika. Sasa wakasema kuja na system, ndo sasa hivi wanatumia watu binafsi. Watu binafsi ndo wanashimamisha wanasimamisha watu wasipati huduma hospitali, wanasimamisha watu wageni wasifanye makazi yao, wasifungui maduka, wasifungui saluni, yani wamewafungia kila kitu. Wanasema waende makwao, wapigane na nchi zao, kama wa Kongo wa Nigeria warudi kwao, wa Somalia wa Ethiopia warudi makwao, hii nchi ni ya South Africa. South Africa ni wenye nchi tu, sio watu wa kutoka kila fasi. Wanayotoka wanakuja wapate huduma zote, wafungue wafungue viwanda, wa waibe wa, wa waue watu wabake watu, na wanadai kwamba mambo ya kuua watu kubaka watu, mambo maarifu maarifu tu ya nchi yao, ni wakimbizi wageni ndo wanafanya hiyo mambo ya arii. Sasa hapo hapo tena tupo tu tumesimama kidogo. Je, kwa nini serikali haiwashimamishi hao watu? Walijitokeza kwa sababu sio serikali, sio watu wa serikali, ni watu binafsi wamejitokeza kwenye group, lakini baadaye wale watu sasa hivi serikali ikawa ikawanome ikawano kuwepo kwenye kwenye ucha, kwenye kwenye ucha- uchaguzi wa next, next year mwakani, wanafanya uchaguzi wa provincial election sasa, je itakuwaje? Na wamedai kwamba hapo hapo sasa mwakani tunawafatali kwenye shule, watoto wote wa kigeni wanasoma shule ya serikali, huduma zao bure, wanabidi wafukuzwe, waendeni kwenye private school, private hospital. Basi serikali kwa nini haingii mada kama hiyo? Kwa sababu enyewe ndio inaonekana na watuma basi. Tulifanya uchunguzi sana sisi wetu eh, tutaipo video ya kuja, tutakwambia uchunguzi gani tumefanya na tunajua ni kitu gani kinatokea na wanani wanaotuma wale watu vipi, je, kwa nini wakuja wakitokeza? Na hapo hapo tunachobaki tena kwapo ili janga ni nafasi yote tumeona Tanzania, kambini inaitwa kambi Nyarugusu, sijui wapi kambi ya Tanzania waliwafungia wageni wote bodaboda, wasifanyi mambo ya huduma yote ya, ya kupeleka watu kusafirisha watu. Hiyo hiyo, twende tena Amerika tena, huko huko ile ile system moja ya Babilonia, yani huduma yote dunia inapelekwa na watu. Tufatilie tu video vizuri, takuambia kila kitu baada ya video zinakuja vipi, nchi naendaje, nchi napelekwa na watu, e, tom, yani kubi, watu binafsi tena wale wanaitwa ni majambazi e, tunaita majambazi kivipi? Kwa sababu ni watu ambao kuua wanaua, na wakutaka kuua wanaua mamilioni ya watu kwa sababu ya nafsi zao, wapate tu yaani mashawa yao mazuri, kwa ndugu wa ndugu zao, watu zao maisha mazuri. Kuna mtu yuko na billions mia tano na mbie bilioni mia tano, tuko population, tuko na watu ngapi dunia nzima? Kuna watu 7 7.5 billions. Sasa mtu iko na 5 billions, mtu mmoja tu peke yake 5 no I'm sorry. 500 billions, mtu iko na billions, pesa iko na mmoja, mia tano billions, mia tano, wewe naambia billion. hizo pesa mtu mmoja, hizo pesa billions, 500 billions. Elon Musk became the first person, mtu mmoja tu peke yake dunia na mambo mengi sana kwa maana tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wakuamsha salama kutushinisha salama na mambo ya vita vita, au tuwachie wale e. Na dunia dunia hii usioni watu wana pesa wa nini? E, kwa makini na wa, wa, wa, wa, wa, wale wanaua e, wale ndugu zangu wale wanaua kabisa.